Assalamu alaikum warahmatullahi As wa wabarakatu. Nafikiri tumwendeleza safari yetu ya Jukujaza kuenda katika kisiwa cha Tumbatu. Kama tulivyosema, ni kwenda kufanya ziara kuonana na watu mbalimbali, kubadilishana mbali mawazo, kupeana fikra juu ya maisha yetu haya mafupi ya duniani, lakini pia kuwajulisha Watumbatu kama kuna chombo chao hichi cha JUKUJAZA jumuiya kusaidia wagonjwa nasei wa jamii Zanzibar. Kwa hiyo nikwenda kujijuza, lakini pia kubadilishana mawazo upiana saa. Kuzingatia juzi tumetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa hiyo jinsi gani tunaweza tukabalance zile sababu zetu ili zisishuke, lakini pia tulipandishwa daraja ili tusishuke katika daraja ambayo tulipandishwa, lakini pia tulifutiwa dhambi, basi jinsi gani tunaweza tukajizuia na madhambi ili tuweze kubakia wasafi mpaka pale ambapo tutafikia mwisho wa maisha yetu. Kwa hiyo hii ni ziara maalum ya JUKUJAZA kwenda katika kisiwa cha Tumbatu. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.